iliani Mungu ameruhusu ni mazingira yale, yeye ye pige Bwana makosi. Haleluya, haleluya. Baada ya Mungu kuona wamemsaidia kazi ya kuteea mwili, Mungu akachukua roho akaweka ndani, Mungu akachukua roho akaweka ndani, akaweka nanasi kufundisha haya ili baadaye mjue tunapenda wapi. Piga kwa makofi haleluya! Andiko, andiko kitabu cha Wakorinto, kitabu cha Wakorinto, Wakorinto wa kwanza kumi na tano arobaini na nane. Wewe je, uko sehemu mbili? Ndio. tunapata wapi andiko? Wakorintho wa kwanza kumi na tano arobaini na sita hadi arobaini tena lakini hautangulii ule wa roho bali ule wa mwili. Jipige, sema mimi hapa. Ehe, bali, bali ule wa asili baadaye uja ule, ule wa roho unatangulia upi? Huu hapa, uo wa asili ni nyama. Ukiliambia lisunge linakwambia na midomo nchi ni wa udongo, mtu wa pili atoka mbinguni. Rudia tena, mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo, mtu wa pili anatoka mbinguni. Ina maana na ile roho, si tunaelewana hapo hey? Alibana nani, kama alivyo udongo ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa miguni, ndivyo walivyo walio wa, wa miguni. kimbia watu watatu. Vizuri tupige Bwana makofi. Naomba watu watatu. Simama mama, mama. Eh, simama. Sawa naona mkuu ni fanata ni leo vizuri. Haleluya. Mwana Yesu apaye Huyu hapa ni mmoja atiamen huu ni mwili umetengenezwa na yule mzee wapi wa mzee wa wa, wa Kigoma au kana yule mama wakatengeneza ni mwili ndio hii hapa. Sawa eh? Hii nafsi, hii roho, tuko pamoja, ni mmoja huyo mtu, ni mtu huyu ndio maana unapoenda kuoa kuwa makini sana, kwa huku nyuma hii. Mara nyingi nakuwaga inaweza kuwa iko ni sawa ama sio sawa, si unaniangalia, lakini vilivyo nyuma yangu wetu vijua. Ndio maana makao Mungu akupe macho kwa jina la Yesu, makao Mungu akupe macho Imepatikana Mungu anagala la roho akaje akamleta roho ambaye ana nafsi. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Hallelujah. Amen. Vitu hivi havionekani, kinachoonekana ni hichi maisha yako. Adui akikufunga <laughs> anaanza hapa hapa ndani yako, hapa katika ulimwengu wa roho

ili aje hapa alafu aje hapa sasa. Akija hapa hey! <tipulio> ndo wale walokole feki tupige simba leo lakini, yani <tipulio> hapa una umekaa kwenye kiti, una mazungumzo, unawaza kikoba hapa nas <tipulio> halo maisha anajenga nyumba anakuwa na gari anakuwa na vitu Ina maana amepigana zaka, katikati limeondoka Mungu. Sasa anafanya ushirikiano kutoka rohoni kuja mwilini. Amen Kiki bwana makofi kama, oh, yes. Haleluya Amen, Bwana Yesu, so praise Amen. Kwa anang'ang'ania hapa kwenye nasi, kamata hapa, ndio leo tunasamehe, lakini sitasahau. Tabia: Mungu akisamehe anasahau lakini tabia shetani, e anasamee lakini anakumbukumu. Haleluya, haleluya! Leo tunataka tuondoe ile magereza ili mwone Mungu kwa jina la Yesu. Shangilia Bwana kwa makofi. Nafikiri kwa msahau meneleo munkuamalika tumisho Mungu Serikali imeweka utaratibu, unafichwa kidogo, kwa sababu umeenda kinyume na sheria. Unaelewa, si unafanya kosa, unafichwa. Unavyoona ile magereza, magereza, magereza ni pige bana ya kiroho zaidi makosa. Haleluya. Tumpige Bwana na makofi. <laughs> Leo nataka Nata kwa jina la Yesu. Amen. Naomba uhudumi hapa. Nataka uchue tatizo gani kwako limekuwa mwiba. Halo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kwanza tunakwenda kwenye kitabu cha Matendo 4. Amen. Afu baada ya nitakwenda kufundisha. Weka mkono kichwani, sema Baba, kwa jina la Yesu so, we'll fonguaanzaagiliza katika ulimwengu wa roho ili niweze kusikia kutoka kwako, nitoke kwenye gereza hii kwa damu ya mwana kondoo. Amen. Soma kitabu cha Matendo, tuangalie watu wawili tu <coughs> ambao aliwekwa gerezani. Sawa? Eh, Matendo Mitume Nne, mstari wa kwanza nakuendelea Kimpendeza Mungu nitaendelea na pengine, lakini mpaka hapo naona utakuwa ushafunguliwa kwa jina la Yesu Amen. Kitabu cha Matendo. Matendo Matendo ya Mitume nne mstari wa kwanza nakuendelea Tumefika wote? Amen. Tumefika wote? Amen. Tusome.